Habari wa Tanzania. A, kwanza tumshukuru Mungu kwa kutupa nafasi ya kuendelea kuwa hai mwaka 2026. Leo naomba tutazame ajenda ya maridhiano. Bila shaka amemsikia Samia Suluhu Hassan anasema kwamba mwaka huu 2026 serikali imejipanga kujenga au kurejesha umoja wa kitaifa nchini. Na katika kufanya hivyo, hatua za kuunda tume ya habari wa Tanzania. A, kwanza tumshukuru Mungu kwa kutupa nafasi ya kuendelea kuwa hai mwaka 2026. Uh, leo naomba tutazame ajenda ya maridhiano. Bila shaka mmemsikia Samia Suluhu Hassan anasema kwamba uh, mwaka huu 2026 serikali imejipanga kujenga au kurejesha umoja wa kitaifa nchini. Uh, na katika kufanya hivyo, hatua za kuunda tume ya maridhiano zimeanza kuchukuliwa. Samia anasema kwamba serikali itashirikiana na wadau wengine katika kukubaliana juu ya muundo wa tume. Wajumbe wa tume, aina ya wajumbe majukumu ya, ya, ya, tume na muda wa tume kufanya kazi mwisho wa kunukuu. Sasa hapa kuna baadhi ya mambo ya kuzingatia. La kwanza, Aa, Samia Suwaza ni kiongozi mwenye akili ndogo, kwa kiwango ambacho hata maneno ambayo yeye mwenyewe anazungumza hajui yana maana gani. Yani, pale Samia alipo, ukimuita, ukamuuliza nini maana maridhiano, hajui. Nini maana ya tume ya maridhiano, hajui. Malengo ya maridhiano, hajui. Nasema hajui kwa sababu sawa huwezi kusema unataka maridhiano unataka kuliponya taifa, na wakati wale wanaotuhumiwa kusababisha mauaji ya tarehe ishirini na tisa bado unao madarakani, bado wanafanya kazi, bado hutaki kuwachukulia hatua, umenipata hilo? Liwezekani? Lakini pili, kauli za Samia suluhu Hassan zinakinzana, sio mtu anayeweza kuaminika. Mfano, wakati anaapishwa, Samia suluhu Hassan alisema kwamba wale walioandamana walioleta fujo wakati mkubu wa uchaguzi mkuu hawakuwa Watanzania wakati anaenda kuhutubia bunge, Samia anasema kwamba anawaomba wabunge wasimame wawaombee dua Watanzania waliopoteza maisha siku ya uchaguzi mkuu. Unaelewa maana yake? Maana yake ni kwamba wale walioandamana walioleta fujo hawakuwa Watanzania, lakini waliouawa walikuwa Watanzania. Kauli hizo zinakinzana. Lakini pili, Samia wakati amewaita wazee wa Dar es Salaam, mnakumbuka aliwaambia nini? Alisema kwamba nguvu iliyotumika kuwakabili wale waliosababisha machafuzi walioleta maandamano, nguvu zilizotumika kuwakabili nguvu zilizotumika kusababisha mauaji zilikuwa sawa. Tena Samia akawaambia kwamba kama hamtaki watoto wenu wavunjwe miguu, kwa nini mnawaruhusu watoke? Kwa nini mnawaruhusu waandamane? Sasa kauli za namna hii sio kauli za mtu anayependa mshikamano, sio kauli za mtu anayependa maridhiano. Mmenipata wa Tanzania? Sasa tutazame kipengele cha pili, Samia anasema kwamba serikali itashirikiana na wadau wote katika kukubaliana juu ya muundo wa tume. Sasa hapa kuna mambo makubwa matatu. Sasa hapa, naomba wasomi na mawakili mnisikilize kwa makini. Maana yake kutakuwa na makundi matatu. Kwanza, kutakuwa na kundi la serikali, watu watakaoiwakilisha serikali. Kutakuwa na kundi la wadau. Kundi la serikali na kundi la wadau ndio wataunda tume. Mmenipata hapo? Sasa hapa kwanza la, we need to define, yani lazima tutafsiri upya nini maana ya serikali kwa muktadha wa maridhiano. Sasa kwa muktadha wa maridhiano serikali, maana yake kwanza rais, makamu wa rais, waziri mkuu, uh, wakuu wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama, mashirika, idara na wakala wa serikali zote, wote ni watu wa serikali. Pili, serikali maana yake wabunge wote, wabunge wote lazima wawe upande wa serikali, wasije wakatushanganya kwenye upande wa wadau, kwa sababu hakuna mbunge hata mmoja ambaye anapinga uchaguzi, ambaye analani mauaji. Mahakama upande wa serikali, sawa? Haya, lakini pili serikali maana yake nini? Viongozi wote wa dini waliokuwa wanaiunga serikali lazima wakae upande wa serikali. Mfano, mashia wa Bakwata. Kiongozi kama Mwamposa, Kuani Musa na viongozi wa aina hiyo wote lazima wawe upande wa serikali. Msie mkawachanganya kwenye sasa kwenye upande wa wadau lazima tukubaliane, nini maana ya wadau? Wadau ni watu ambao kwanza wanakataa, hawakubaliani na mchakato wote uliowezesha serikali ya Samia kupata madaraka. Hao ndio wadau, wale wote ambao hawakubaliani na wameonekana wakipinga hadharani, hao wanaingia kwenye kundi la wadau. Kwenye upande wa wadau asiwepo mwanasiasa ambaye tunasema ni kama sigara kali, yaani sigara kali, ukiiwasha mbele inawaka, nyuma inawaka. Mwanasiasa wa namna hiyo asiwepo interest kwenye upande wa serikali yupo, kwenye upande wa wadau, yupo. Kwa hiyo kwenye upande wa wadau siwepo. Mmenipata wa Tanzania sasa. Uh, kwa hiyo tunaona serikali na wadau ndio watashirikiana kuunda tume ya maridhiano. Sasa ina maana kwamba unaweza kuwa mwakilishi wa serikali lakini usiwepo kwenye tume ya maridhiano, unaweza kuwa mwakilishi wa wadau na usiwepo kwenye tume ya maridhiano. Sasa mimi naomba nipendekeze baadhi ya wajumbe wa maridhiano baadhi. Wa kwanza. Mimi natamani awepo mzee Sinde Joseph Warioba. Sawa eh? Awepo Profesa Issa Shivji. Awepo pia uh, wakili msomi Mwabukusi. Sawa eh? Uh, kwenye upande wa vyama vya siasa hapa pia tuwe makini. Vyama vya siasa Tanzania vipo 18. Sawa eh? Ukikitoa CCM vinabaki vyama vya siasa 17. Kwenye vile vyama vya siasa 17. Vyama vya siasa ambavyo ni vya upinzani ni vitatu tu. Cha kwanza Chadema, Kafu, ACT Wazalendo. Vile vyama vingine vyote sijui cha umma, wakae upande wa serikali, wasiji wakatuchanganya huku. Kwenye upande wa wadau tumeelewana, ndugu zangu. Kwa hiyo kwenye upande wa wa, wa, wa, wa, wa, wa wajumbe, mimi napendekeza awepo Profesa Isa, isa Shivji, Sinde Warioba, Mwambukusi. Aa, kwenye upande wa ACT Wazalendo anaweza akaenda kama ni Luhaga Mpina au yule wakili Mbareke, sawa. kwenye upande wa Chadema aende mwenyewe Tundu lissu Tundu Antipas Lissu wakili, atolewe gerezani, ashiriki awepo kwenye tume maridhiano. Sawa, eh, kwenye upande wa viongozi wa dini anaweza akawepo uh, Shehe Isa Ponda sawa, Dr. Joseph Atigwajima, Dr. Chazi Kitima, amenipata na watu aina hiyo. Kwenye upande wa sasa za kiraia mnaweza kuwaza wenyewe, mimi nimejaribu kutoa mapendekezo, ndugu zangu. Maoni hayapigwi mawe, mjumbe. Tunasema maoni hayapigwi mawe, mawazo ya mtu hayatukanwi. haya, haya, haya. Kwa hiyo tuendelee kuwa makini tunapoenda, kama tunakubaliana kwenda kwenye, kwenye maridhiano, lazima tujipange, tudefine nini maana ya maridhiano, nini maana ya serikali, nini maana ya wadau, kila kitu kiwe clear, kwa sababu serikali ni wajanja, utakuta wanachukua watu wao wanakuja kuwaingiza huku kwenye dau. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.